Ni vitu gani ambavyo ukiambiwa uviache utaviacha au hauwezi kuviacha? Kati ya hivi ni vipi? Safi, kwema Wajinga ndio waliwao ila wewe usikubali. Haijalishi ni mjinga kiasi gani, iwe nusu au kilo, usikubali. Maana hata maraya wana mitaa yao, ukiachana na Mwenge Buguruni. Kati ya sigara, pombe, bangi na mapenzi, hilo swali ukimuuliza Marekani au Fidovato hatakujibu kama nobody can stop reggae, yaani nobody can stop bangi. Lakini hilo swali ukiniuliza mimi, kwanza mapenzi ni naweza kutoa, nikambeti, nikajumlisha, kwa sababu dini yangu inaruhusu. Hata nikisema niwatowe wote, ni baki peke yangu sishindwi, labda kwa jina la Yesu. He, kwangu sio hisia na mwanaume. Ukiona una diri na hisia, sahau kuhusu utajiri, na kama uwezi kusahau, labda umeandika pembeni, si ndio? kwa sababu saa kumi ni kuamka kwenda kazini wewe itakubidi umpetipeti mwenzako apate hisia, ndio umwache salama, au dili na utajiri urudi ukute kachoka, mpaka kujiulize, siku hizi amekuwa tingo, mbeba mizigo, hawa amekuwa popo, mbeba nguzo sijui ya imani. Hatari, kumbe wakati unamwona mzigo, naye kuna watu wanawatua mzigo, ndiyo hata mzigo unabeba huku umebeba mzigo. Kwani hujawahi kuambiwa shika mfuko Hapana mimi si baby mzigo. Maru unakuja na kilo ya nyama umefungiwa kwenye mfuko. Sasa ndomwambia kupe mkononi Kisa, asikufungie. Ni Hi, kwa hiyo isabata huwezi kuikwepa. HGK utaisoma. PCB utaisoma au tuseme kuku mgeni ambavyo akosi kamba mguuni. Ile kamba ndo mimi, alafu kuku ndo mapenzi. Siwezi kuyaacha. Ila yale mapenzi ambayo wanatumia wadada wa Sinza Riverside. Hayo sikuyaleta mimi, tusilaumiane. Wanawake kuwavunjia ndoa ayo alikuja da kabla ya chipsi, tumeelewana eh? Safi lakini pamoja na kwamba mi ndo nilileta mjini bado ananisaliti lakini siachi, yeah. Maana hata kinyago ulichokichonga kuna siku kitakutisha. Mi napita jamani, mi napita.